Dr. Pelina tena kutoka Penicare Afya. Leo tutazungumzia kuhusu uke mchafu. Ninapozungumzia uke mchafu, namaanisha nini? Ninajua watu wengi hawaelewi kuhusu tatizo la kuwa na uke mchafu. Lakini ni kueleweshe zaidi, uke mchafu ni uke wa aina gani? Uke mchafu ni uke ambao unakuta una harufu na au unatoa harufu mbaya, au unatoa maji maji ambayo yanatoa harufu, au unatoa maji maji ambayo unakuta yana harufu mbaya, yanatoka kama maziwa mtindi. Lakini uke ambao unakuta unatoa harufu au shom kama shombo shombo ya samaki, huo ni uke mchafu sana. Na nini ambacho kinasababisha wewe ujue kwamba una uke mchafu? Kitu cha kwanza ni matumizi ya sabuni visababishi, nini kinasababisha wewe kuwa na changamoto ya uke mchafu? Sabuni, unaweza ukakuta mtu mwingine anajitawazia kutumia sabuni zenye antibiotics ambayo ni mbaya zaidi, inaenda kuharibu wale bakteria wazuri na kutengeneza bakteria wabaya. Uke wako hauwezi ukawa salama. Lakini kisababishi kingine ni fangasi sugu, kijikuta una tatizo la fangasi, lazima uke wako utakuwa mchafu. Lakini na kitu kingine ni UTI sugu. Mtu mwingine unakuta ana changamoto ya UTI hajui kujisafisha vizuri, lakini pia na namna anavyojitawaza unakuja kutengeneza uke wako kuwa mchafu, ina maana wale bakteria wanaenda kuharibia zaidi. Lakini kitu kingine ni hormone imbalance zako zikishaharibika pia utatengeneza kitu ambacho kinaenda kuleta bakteria wachafu na uke wako hawezi ukawa salama, kwa sababu kuna tatizo la mhurugiko wa pezi yako haiko salama. Na kitu kingine ni ulaji au unywaji wa vyakula vyenye sukari kwa wingi, ni vibaya zaidi, wanaenda kutengenezea kitu ambacho sio sawa, kutengeneza uke wako. Jitahidi sana, hua unakunywa maji mengi ya kutosha. Na nini dalili za uke, uke mchafu utajuaje kama wewe uke wako ni mchafu dalili ya kwanza kama nilivyowaambia ni kutokwa na uchafu ukeni ambao unajikuta ule uke, ule uchafu unatoa harufu sana sana lakini kitu kingine ni kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya kuwashwa sehemu za siri, utapata miwasho mingi sana. Lakini pia kuna maumivu makali chini ya kitovu utayapata hapo, ndo utajijua kwamba bakteria ambao uko nao sio wasafi, ni bakteria wachafu ambao wanakusababishia wewe uke, uke wako kutoa harufu. Na kitu kingine ni kutokwa na uchafu ulioambatana na damu na hiyo hali imekuwa, imekuwa ikiwapata wale wanawake ambao wako kwenye siku zao, hasa hasa kipindi unaanza kuingia period, ile siku ya kwanza umeingia period au wakati wa kumaliza period, unatoka damu ambazo zina chembe chembe za uchafu, ambao ni uchafu unakuta unateleza, ni changamoto ya uke mchafu sana na kitu ni nini ambacho wanatakiwa wewe ukifanye? Kitu ambacho wanatakiwa wewe ukifanye ni upate ushauri wa daktari, ufanye vipimo, lakini pia upate elimu na tiba zaidi kuhusu changamoto ya uke wako kuwa mchafu. Hapo utakuwa umesurvive.